Sasa tuje hapa tuje hapa nakukumbusha tu na kukumbusha na kukumbusha ule ukweli wa ajabu naopatikana e, kwenye maandiko matakatifu ya Samweli wa pili, Samweli wa pili sura ile ya kumi na mbili mstari wa saba mpaka wa nane. Mungu anamwambia Daudi kwamba mimi ndiye niliyekupa wake wa bwana wako kifuani mwako na hata kama hayo yangekuwa machache ningekuongezea. Mungu ndiye wa kwanza kuhubiri ujumbe huu wa uhalali wa Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja. Mungu ndio wa kwanza kuhubiri ujumbe huu wa mwenye haki au wa uhalali wa mwenye haki kuwa na wake zaidi ya mmoja. Ni Mungu mwanzilishi. Kuna watu fulani, kuna mtumishi mmoja aliwahi kunipigia simu, anasema Daktari Profesa Kangera, nimekusikia wewe, ndio nimeona umeanzisha mafundisho bandia ambayo hayapo kwenye Biblia, umeanzisha mafundisho ambayo hayapo kwenye neno la Mungu. Nikasema mimi sio mwanzilishi, mwanzilishi ni Mungu. Akasema unasemaje? Nikasema mwanzilishi ni Mungu, ndiye aliye kuwa wa kwanza kusema mwenye haki anaruhusiwa kuwa na wake wengi. Akasema sijakuelewa. Nikamwambia fungua Samueli wa pili sura ya kumi na mbili mstari wa saba mpaka wa nane na nikamwambia fungua nikusikie na usome niko, niko na kusikia. Akasoma akasema hivi, siku zote nilikuwa nasoma bibilia mbona ili nilikuwa sijalipata. Nikasema hayo ndio matatizo yenu. Sasa watu wengi unatukana kabla hujaelewa, yani we kitu ukijui baadaye ku, ya kutafuta kwanza, ujifunze uelewe kitu fulani, we unatukana kabla hujaelewa. Akasema Bishop, naomba nisamehe samehe, kwa kweli nilikuwa sijui. Nikamwambia ukweli ndio huo, Mungu ndiye aliyekuwa wa kwanza kuhubiri ukweli huo wa Mkristo kuwa na wake wake, na nilisema hivi, uwe askofu uwe mtume uwe nabii uwe mwinjilisti uwe mwalimu, kama tu bado unasimama katika ujumbe wa kusema kwamba Mkristo akiuoa wa wake zaidi ya mmoja ni dhambi ni uovu haendi mbinguni lazima ujue kwamba unadanganywa huo ndio ukweli na huo uongo umerithishwa na mfalme Konstantini wa Rumi ya kale mfalme Konstantini wa Rumi ya kale ndiye alianzisha huo uongo toka mwaka 325 BK watu wanaofuatilia biblia wanaelewa kwa sababu utamaduni wa kuoa mke mmoja ulianza toka mwaka 325 baada ya Kristo kwenda mbinguni lakini utamaduni huo huo pia u, lazima ujiulize kabla ya, ya mi, mwaka mia tatu ishirini na tano huo utamaduni ulikuwepo wapi? Ulikuwepo kwenye Wayahudi na huo utamaduni haujawahi kuondoka mpaka leo I, na nilishangaa kuna baadhi ya Wayahudi mpaka leo ambao wameokoka, waliongozwa sala ya toba, wakaaminishwa tena hii falsafa eti kwa wanawake wengi ni dhambi hasa <laughs> Myahudi mmoja kawa na hoji. Kwa hiyo sasa hapa hawa baba zetu walikuwa wali wenye haki. Mchungaji ule wa Kiyahudi akanasema, "Ah ah, hasa wewe umeokoka. Baba zetu walikuwa hawajaokoka. Hawa walikuwa Wayahudi tu." Ah ah, akasema, "Ibrahim alikuwa hajaokoka. Alikuwa sio mwenye haki. Isaka alikuwa hajaokoka. Alikuwa sio mwenye haki." Yakobo alikuwa ya alikuwa ya ya ya, hawa si ndio baba zetu? Wakasema ndio. Akamwambia, sasa mbona hawa walikuwa na imani hii, walikuwa wa wake wa wengi? Huyu anakuja na hasa kwenye agano jike hili, hairuhusiwi anauliza hairuhusiwi kivipi? Anaanza kusomea maandiko ambayo yamebebeshwa tafasiri zinazotetea huo uongo. Baadaye nikaja nikagundua kwamba huu uongo wa kuaminisha kwa kwamba Mkristo akiongeza mke wa pili au tatu ni dhambi, huu uongo umekuwa kama kansa, yaani umekuwa kama kansa ambayo inaleta madhara makubwa kwenye, kwenye kanisa inaleta madhara makubwa kwenye kanisa. Sasa ngoja nikupe mfano. Kwa mfano mwanamke aliyeolewa kwenye ndoa ya wake wengi akija kwenye huduma yako wewe, ambaye ni kiongozi wa jamii na unaamini kwamba mkristo aruhusiwi kuwa na wake zaidi ya moja, unafikiri huyo mwanamke huduma yako itamfaa? Ita nisikilize ujumbe wangu, niko naongea kwa yule kiongozi wa kijamii ambaye Mungu amekunyanyua ili uhudumie jamii, ndo ujumbe wangu mimi. Sasa ninatoa ni mfano mwanamke ambaye ameolewa kwenye ndoa ya wake wengi anapokuja kwenye ofisi yako ili umhudumie, sasa ana matatizo yake. Amekuja kwenye ofisi ya kijamii, na wewe pale upo kama kiongozi wa kijamii. Anafika pale anakuambia matatizo yake, mwisho wa yote anakuambia yeye ni mke wa tano kwenye ndoa, au ni mke wa tatu kwenye ndoa. Wewe utamhudumia vizuri? Wewe a a, twende taratibu Unajua ukweli, ukweli uko wazi. Hautamhudumia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu shinikizo kwenye akili yako litakuwa linakwambia hivi, huyu hapa matatizo yake yanatokana na uzinzi, kwa sababu huyu ni mzinzi. Ni kama mtu mmoja nilimpigia simu. Akasema, "Bishop, unajua mimi nimetolewa nime kwenye ndoa." Nikamuuliza, kwa nini? Anasema, Askofu wetu amenitenga ame, ame kasema kwamba siruhusiwi kukaa na mwanaume yule. Nikasema kwa nini? Akasema e, yule mimi ni kwa vunja ndoa ya, ya yule, kwa sababu ndoa ni ya yule mke wa kwanza. Nikasema kwa utaratibu gani? Kwa utaratibu wa kimungu au kwa utaratibu wa dini yao? Akasema yeye, askofu alisema ni kwa utaratibu wa kimungu. Nikasema alikudanganya mno. Nikasema alikudanganya mno. Na nikasema unataka kumsamehe bure kwa sababu hata yeye alidanganywa. Akasema unamaanisha nini? Kwa sababu huyo mama ni msomi sana, ni msomi kabisa. Akasema profesa, naomba niambie hapo unachomaanisha. Nikasema kwanza yeye alikudanganya, baada ya yeye kudanganya. Nikamwambia hivi, ukitaka kujua kwamba alikudanganya na na yeye alidanganywa, yaani alidanganywa ali na yeye akakudanganya. Nikasema hivi, Mwambie asome Biblia. Nikasema, mwambie huyo bishop asome Bible kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, akikuonyesha hata andiko moja ambalo linasema mwanamke haruhusiwi kwenda kuwa mke wa pili au wa tatu, akikuonyesha, nikamwambia, akikuonyesha hata andiko moja, mimi kuanzia leo nitaacha uchungaji. Nitaacha kuhubiri. Akasema, Are you serious? Nikasema yes. Kabisa nikasema ndio. Nikamwambia kamuuliza akuonyesha andiko hili andiko moja tu, nikamwambia wala sio mengi, andiko moja tu, linalosema kwamba mwanamke wa Kikristo haruhusiwi kwenda kuwa mke wa pili au wa tatu. Nikasema akikuonyesha mmoja tu, unionyeshe. Ukinionyesha mimi nitaacha uchungaji na nitatubu, tena nitatubu kwa, kwa jamii ya Tanzania na ulimwenguni. Nitatubu kwamba nilikosea na nilikuwa na hubiri uongo. Akasema Bishop, wacha masiara bwana. Nikasema sio masiara. Nikamwambia mimi nimesoma Biblia mara saba. Nimesoma mara ya kwanza nikaimaliza. Nikasoma mara ya pili nikaimaliza. Nikasoma mara ya tatu nikaimaliza, mpaka mara saba sijawahi kuona hata andiko moja linalosema mwanamke wa Kikristo anakatazwa kuwa mke wa pili au wa tatu. Yule mama alipumua akasema, aise. Nikamwambia, kwani we wakati anakuondoa kwenye ndoa hakukusomea hata maandiko? Akasema linisomea. Nikasema maandiko gani alikusomea ili kukutoa kwenye ndoa? Akasema nakumbuka alisoma ali hata andiko lile la, la Uh, alisahau mstari lakini akasema lile la mwanamke Msamaria ambaye Yesu alikutana na, na, na yule mwanamke Msamaria. Nikasema hiyo issue iko kwenye Yohana sura ya nne. Akasema akasema sunaona, Yesu alimwambia yule mwanamke kwamba kamlete mume wako. Yule mwanamke akasema sina mume. Yesu akasema umesema kweli, huna mume, maana hata huyo uliye naye sio wa kwako. Akasema umekuwa na waume watano hata huyo uliye naye sio wa kwako. Akasema hilo ndilo askofu alilonisomea. Nikasema we, ulilielewaje? Akasema si anasema kwamba huyu mwanamke alikuwa na waume watano, hata huyo aliyekuwa naye sio wa kwake. Nikamuuliza sasa, huyo mama we, ulikuwa na waume watano au ulikuwa mke watano? Akasema He? Nikasema wewe sasa ulipo we, ulipokuume olewa ulienda kuwa mke wa tano au ulikuwa na waume wa tano? Akasema ha, mimi nilikuwa mke wa tatu, nilikuwa mke wa tatu. Nikasema sasa, Yesu hakusema kuwa mke wa tatu au wa nne ni uzinzi. Alisema ukiwa na waume wa tano ndio uzinzi, ukiwa na waume zaidi ya mmoja huo ndio uzinzi hakusema ukiwa mke wa pili au wa tatu au wa nne ni uzinzi. Aa, alisema ukiwa na waume zaidi ya mmoja. Alise yule mama akasema du hasa, akasema mbona sasa kwa namna hii majanga yamekuwa makubwa kwenye jamii ya Kikristo, wanawake wanakufa bila kuolewa, wanawake wanaondolewa kwenye ndoa, wanatengwa. Mi nikasema hivi, askofu yoyote mchungaji yoyote anayemtenga au anayemfukuza mwanamke mke wa pili au watatu kwenye ndoa kwa kusema kwamba anavunja ndoa ya mwenzake, huyu anamfanyia ukatili. Na kama mimi ningekuwa polisi ningemchukulia hatua, ningemchukulia hatua na ningemhoji kwamba niambie kosa la huyu, niambie kosa la huyu kuwa mke wa pili au watatu, kosa lake liko hapa. Atasema kosa lake lipo kwenye nini, alafu ntamuonyesha maandiko. Maandiko hayamkatazi mwanamke kuwa mke wa pili au wa tatu. Yanamkataza mwanamke kuwa na waume zaidi ya mmoja. Sasa unapokuwa kiongozi ambaye unatumikia jamii, jamii ambayo ina mchanganyiko wa watu kama hao, Unadhani kama bado una ukakasi huu waku, kuwaona wenye wake wengi ni najisi, wa kuwaona wenye wake wengi ni wenye dhambi, wa kuona wenye wake wengi akija mwanamke alioolewa kwenye ndoa ya wake wengi utamsaidia si utaanza kusema kwamba wewe unapatwa matatizo kwa sababu unavuruga ndoa ya mwenzio, wewe unapata matatizo kwa sababu unaharibu ndoa ya mwenzio. Ninaharibu vipi? Misi nimeolewa kisheria. Kwa sababu ile mwanamke nilimuuliza kwani huyo mwanaume amekuoa au mumechukua na mitaani? Akasema baba, huyu ameitolea mahari na alinichukua kihalali, ila sema tu hatukwenda kufanya sherehe kanisani. Nikasema huyu aliisha kuoa, kwa sababu hata huo utaratibu wa kulazimishwa kupeleka harusi kanisani ni utaratibu wa Rumi utaratibu wa kibibilia ni kwamba mtu akisha toa mahari huyo amekuwa mke. Kinachobaki ni kwenda kutambulisha kanisani tu. Swala la sherehe ni mwamuzi. Yule mama nimsome, akasema yaani, nilipote, nilipata bahati mbaya sana kuwa na mchungaji kama huyo. Nikasema ndio mjue sasa, mwelewe sasa, tunapo tunapokuja, <laughs> kusema ukweli, wanatuita wenye dhambi, lakini ukweli huko pale pale. Mimi ninaongea haya ili kukusaidia wewe kiongozi mtumishi wa Mungu ubadilishe mtazamo ili uweze kutoa huduma ambayo ina fiti. Badilisha mtazamo wako juu ya kundi hili lenye imani ya wake wengi, ulichukulie kama makundi mengine Ulichukulie kama watakatifu wengine. Hili swala la mke mmoja, sijui wake wengi, ni swala ambalo Mungu akiangalia, kipimo cha utakatifu sio swala la wake wangapi. Ndio maana mbinguni wenye wake wengi walienda, waliokuwa na wake wengi walienda, na waliokuwa na mke mmoja walienda na ndio maana mtu anayekuja kahubiri akasema hakuna mbingu ya wenye wake wengi, huyo ni mu, ni mwalimu wa uongo ni nabii wa uongo na hata, sikiliza, mimi nilishawaambia hata nikimsikia nabii anatabiri, anasema eti asema Bwana, sikilizeni, Bwana asema eti, nimekuona, sivyo fulani fulani, una wake wengi, kwa hiyo mbinguni huendi, najua yule ni nabii wa uongo. Na kama zamani manabii wa uongo walikuwa wanapigwa mawe, saizi anatakiwa akalishwe kikao, akaitishwa shauriwe wewe unaongea kwa roho gani mbona unataka kugombanisha watu? Kwa sababu mtu kisha sema wewe ni mke wa pili au wa tatu, uruhusi uru kukaa kwenye ile ndoa haya, ataolewa na nani? Kwani Mungu yeye wakati anafanya wanawake wawe wengi kuliko wanaume. Yeye hakuwa anajua hicho kitu. Unafikiri yeye alikuwa hajui? Alikuwa anajua kuna wanaume wana uwezo wa kukaa na wanawake zaidi ya mmoja na wengine hawana uwezo. Sasa bahati mbaya wale wasio na uwezo wa kukaa na wanawake zaidi ya mmoja ndio wanaoshutumu na kutukana sana. Huu ukweli wa Mkristo ku, ku, ku, kuruhusiwa kuwa na wanawake wengi. Halafu kiongea, ndo kwanza wanasema unaongea uovu, unaongea. Sasa ukimkalisha mtu muongee sasa, kwamba leta hoja zako zenye nguvu, tuongee kwa maandiko, hana majibu. Hasa si ugomvi tu huo. Kwa hiyo mimi lengo langu ni kukwambia kiongozi, unayetumikia nafasi yoyote katika jamii, uangalie unapotumika makundi yote, uyachukulie kuwa ni makundi yanayohitaji huduma sawa. Akija mwanamke aliyeolewa kwenye ndoa yake ya wengi, yeye ni mke wa tatu au wa wanne au watano, usije ukamchukulia uka kwamba ana matatizo kwa sababu ya ndoa yake. Usije ukamuhukumu na kumushitaki kwamba eti yeye anavunja ndoa. Hapana, yuko kihalali kibibilia, yuko kihalali kibibilia. Usipoelewa huu kweli Nakwambia hivi huduma yako itakuwa hafifu kwa sababu utakuwa na shinikizo la mtazamo mbaya juu ya ndoa hiyo. Na ndiyo maana hata watumishi wa Mungu walio tutangulia kuna makuhani walioingiza mtazamo mbaya wa, wa, wa, wa, kuwahudumia wanawake kwa, kwa, kwa namna ambayo sio rasmi. Mungu alilalamika. Ngoja nikusomee haya maandiko uone jinsi ambavyo mpaka leo hilo tatizo linaendelea. Fungua Yeremia pale sura ya 8 mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja. Yeremia sura ya 8 mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja. Maandiko yanasema hivi, basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao na mashamba yao, nitawapa wale watakao wamiliki, maana kila mmoja wao tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa ni mtamanifu, tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Angalia mstari wa 11, kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juu juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Kwa hiyo ukiwa kiongozi na ukauna una nyanyapaa ndoa hii ya wake wengi, utakuwa na wahudumia wanawake kwa juu juu, hautapata msingi hautawatatulia matatizo kwa undani, matatizo hautawatatulia matatizo kutoka chini kabisa, utakuwa unawahudumia kwa kwa juu juu. Sasa Mungu analalamika nasema, kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juu juu tu, wanasema ipo amani na wakati hakuna amani, ipo furaha na wakati hakuna furaha. Kwa hiyo kama wewe ni kiongozi na unahudumu katika mtazamo wa kuona kwamba mkristo akiwa na wake zaidi ya mmoja ni dhambi, inamaanisha kwamba huyu mke mwanamke akija ameolewa kwenye ndoa ya wake wengi, anapokuja kutaka huduma kwako, aidha ya kisheria, anapotaka huduma kwako, aidha ya ushauri au ya kisaikolojia, sio mpaka ya kiroho tu. Mtu anaanza kaja akataka hata huduma ya kisheria, kama wewe ni mtaalamu wa sheria, jamii itakuja kuomba, unaanza kuuliza wewe umeolewa? Ndiyo, Anakwambia mimi ni, ni mke wa tatu ne. Halafu baada ya kumpa huduma zinazotakiwa, unaanza kusema umevamiwa na mapepo, kwa sababu kwanza unavunja ndoa ya mtu. Jamani, huu ni ukatili. Si unionyeshe basi maandiko yanayosema kwamba mimi siruhusiwi kuwa mke wa pili au wa tatu kwenye ndoa. Hawezi kukuonyesha. Kwa hiyo mimi ninaposema na viongozi wenzangu, watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita kutumika katika kizazi hiki, nataka na niwaambie kama kweli Mungu amekupandisha, amekunyanyua unatumikia jamii katika taifa letu la Tanzania, au katika taifa lolote, nataka nikwambie hii jamii ya watu wanaooa wake wengi, kwa kweli wasichukuliwe kama watu ambao ni najisi. Biblia inasema usimwite mtu awaye yote kuwa najisi, wala usiseme ya kwamba wewe, simama pembeni, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Hicho kitu kifanya hivyo kitasababisha utoe huduma kwa juu juu, badala ya kutoa huduma inayotakiwa. Leo hii kuna wanawake wengi sana, kwa sababu mazehebu yao yamewaaminisha kwamba hawaruhusiwi kwenda kuwa mke wa pili au watatu. Wanawake wengi wamekufa bila kuolewa, na hili jambo ni baya sana. Hili jambo ni baya sana. Ukiunalisikia kwa mtu mwingine unaweza ukalisikia ni kawaida, lakini nakwambia, mwanamke kufa bila kuolewa, kuzeeka bila kuolewa huku akiwa nakatazwa na misimamo ya dini yake misimamo ya dhehebu yake, kwamba ni dhambi kwenda kuwa mke wa pili, wa tatu. Hilo jambo ni baya sana, na ndio maana nikasema, ukiwa sasa kiongozi wa jamii, elewa jinsi ya kuhudumia jamii yote bila kubagua, bila upendeleo wa kiimani. Sasa kama utapata nafasi, hebu jitahidi uje kwenye YouTube yetu, Andika Saa ya Uzima wa Roho, ingia tu kwenye YouTube, andika Saa ya Uzima wa Roho kwa herufi kubwa, utakutana na mafundisho haya. Kuna mafundisho haya na mengine zaidi yanayofafanua ukweli wa uharari wa Mkristo kuwa na wake zaidi mmoja, na nimeweka mafafanuzi ya Agano Jipya jinsi linavyoruhusu, nimeweka mafafanuzi ya Agano la Kale jinsi linavyoruhusu. Kwa hiyo wewe utakapotembea YouTube yetu ya Saa ya Uzima wa Roho utajifunza mambo haya. Hitimisho. Katika hitimisho, ni hitimishi na mambo mawili matatu. La kwanza, mtumishi wa Mungu, mahali popote ulipo, kama unajipambanua kwamba we ni kiongozi katika jamii na umekalia kiti cha uongozi katika jamii, halafu hii jamii Inayoamini kuwa na wake wengi sio dhambi. Hii jamii inayoamini kuolewa kuwa mke wa pili au wa tatu sio dhambi, ukawa unainyanyapaa kwa namna fulani, ujue hutendi haki, unafanya ukatili, kwa sababu mtu usipomtendea haki ina maana unamfanyia ukatili, na mtu unapomfanyia ukatili si kwa kijua haki yake, hata kupenda atakuwa kinyume chako. Ndio maana mimi huwa nawaambia sisi tunaoamini kwamba kuwa na, na wake wengi sio dhambi. Tunawabariki wale wote wanaosema kuwa na wake wengi ni dhambi, lakini wao hawatubariki sisi. Sisi wanatuita wapotoshaji, sisi wanatuita. Mimi toka nilipo fahamu huu ukweli kwamba Mkristo anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya moja kwa mujibu wa Samueli wa pili kumi na mbili saba mpaka nane, ambao unaona mtu wa kwanza kuongea kuhusu uhalali wa mwenye haki kuwa na wake wengi ni Mungu mwenyewe. Toka nilipo jua huo ukweli, baadhi ya wachungaji walininyanyapa walininyanyapaa na wakanitenga na wakafikiri kwamba sitaki kuwa karibu yao. Lakini kitu cha ajabu, Mungu hajanitenga, Mungu hajanitenga. Ndio kwanza Mungu ananipa marafiki wanaonifiti kuliko marafiki waliokuwa wanafiki. Mtu anakwambia kuwa na wake wengi ni zambi, halafu na wake pembeni kwa siri, akisimama zabahuna anasema ni zambi, ni zambi, ni zambi, akitoka hapo anaenda kwenye mke wa pili.